Wenye haki wataishi kwa imani. Sijui kama una habari kwamba imani ni jambo la kipekee sana. Tunapozungumzia kama ni upishi, ni kirutubishi cha kipekee sana katika safari ya imani. Sasa naomba tuombe, ili tuingie, uweze kuelewa uzito wa jambo hili linalozungumzia leo kushukuriwa Mungu wa mbinguni, pokea sifa, unaponena na watoto wako kwa njia ya kipekee kwamba wenye haki wataishi kwa imani kufungua fahamu zetu kwa jina la Yesu mkombozi wetu. Unaposoma Warumi 1:17 habari tunayopata ni inasema, Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani. Kama ilivyoandikwa mwenye haki ataishi kwa imani. Maandiko inasema mwenye haki ataishi kwa imani. Mungu anadhihirishwa utukufu wake toka imani hata imani. Kwa hivyo mwenye haki ataishi kwa imani. Lakini swali laja, je, imani hii inayozungumziwa? Kwa maana kila mtu anaongea imani, lakini habari je, mtu atakayeuliza swali, imani nitaipataje? Unaposoma katika kitabu cha Warumi 10:17 tunapata jibu sahihi. Maandiko nasema, basi imani chanzo chake ni kusikia. Lakini habari inakuja, nasikia nini? Imani chanzo chake ni kusikia na kusikia uja kwa neno la Kristo. Kumbe hii imani ambayo ni kipengele cha muhimu katika safari yako, ili uweze kufika mbinguni, ili uweze kutoboa, ni kwamba unahitaji imani. Lakini imani je, inakujaje? Kwa maana wengi wananena imani, lakini changamoto zikija wanashindwa, ni kwa maana hawajui imani inakujaje. Paulo anasema imani huja kwa kusikia. Kusikia nini? Neno la Kristo. Hivyo inamaanisha ikiwa na malisha, iki muda na maandiko matakatifu, unasikiliza kile Mungu anaponena, hapo imani yako iko sawa, imani yako inajengeka, imani yako itathibitika. Ndio maana nilipokuwa nasoma e, katika Biblia tena nikakumbuka wimbo, kuna wimbo 129 nasema kutegemea Mwokozi wangu tan kabisa kukubali neno lake nina moyo. Je, unamtegemea Yesu kuamini na kukubali neno lake jinsi gani? Kena kwa korasi nasema kwamba yaani, ujue ni Mungu amesema. Je, imani unayo? Na imani hiyo inatokana kwa kulisikia neno la Kristo, ama unasikia maneno ya watu? Ndio changamoto nayo kupa tena. Unapoingia katika maandiko Yohana, ambaye alikuwa mwanafunzi wa Yesu, anapoandika katika waraka wa kwanza Yohana tano nne anasema mambo mazito yafuatayo, anasema hivi: kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu ushinda ulimwengu na huku ndiko kushinda ulimwengu gani hiyo imani yako. Kwa hivyo watu wa Mungu, naomba mwelewe jambo hili. Imani ni jambo la kipekee sana, usiongee imani pasipo kuielewa. Imani huja kwa kusikia, kusikia neno la Kristo. Pia kumbuka umuhimu wa imani ni kwamba wengi wanaelewa ufafanuzi wa imani. Unaposoma Waibrania kumi na moja, moja inasema basi, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Na Mungu mwenyewe ananena umuhimu na uzito wa imani katika Waibrania 11:6 inasema hivi: basi lakini, pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana mtu ampendeaye Mungu lazima kumbuka hiyo point, lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba uwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa hivyo kumbe hata Mungu unayedai kumjua, ikiwa nakuja kwako amini kwamba yuko, na ujue kwamba kwa kumtafuta kwako kwa bidii kuna thawabu inayokungoja. Jambo jingine niligundua katika uchambuzi wangu wa Biblia, nilipata statement moja nzuri sana inasema hivi: ishi maisha ya imani siku kwa siku, usikuwe na mafadhaiko ama mahangaiko, na usiangaishwe sana Usiendelee kutafakari hivi, mimi naogopa, sijui atakayonipata, hatari iko mbele yangu. a ah a -ah. Hivi inamaanisha hata utaanza kukopesha hatari ya kesho kwa leo, kwa kukosa imani. Badala yake nasema hivi, ishi kwa siku ya leo peke yake, kesho si yako. Ndio maana sasa nakupa mfano huu, Daudi anapopigana na Goliath alisema mambo haya katika Samweli wa Kwanza 17 45, akasema hivi Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na nini, upanga na fumo na mkuki, bali mimi nakukujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi wa Israeli uliyemtukana. 46 anasema, siku ya leo Bwana atakuua mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako, nami leo nitawapa ndee wa angani na wanyama wa nchi mizoga yako na majeshi ya wa Wafilisti ili kwamba dunia yote wajue ya kwamba yuko Mungu katika Israeli. Kumbuka vita ijaanza. Lakini Daudi anasemaje? Leo hivi wewe Golia ambaye umetusi jeshi la Mungu aliye hai, leo utakuwa mzoga, nitakulisha naye wangani hata jeshi lako imani. Ndio maana ni hakika ya mambo yatarajiwayo bayana ya mambo yasiyoonekana. Tena jambo jingine, nikapata statement ikanifurahisha sana inasema hivi: Uongee imani Ishi imani, lazima utende kwa imani ndio uweze kupata imani yako iongezeke, ili kuishi kwako kufae. Ishi upae na kukua na ukue na imani kwa kumjua na kumkubali Kristo. Ninapotamatisha Waebrania ina mbili iliongea jambo ambalo lilinishtua kidogo, lakini pia litakupa changamoto nzuri. Inasema hivi, maana ni kweli nasi pia sisi nasi tumehubiriwa habari njema vilevile kama wao, lakini neno lile lililohubiriwa lililosikiwa alikuwafaa hao. Mbona? Kwa sababu alikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Kwa hivyo ndugu yangu na dada, mwenye haki ataishi kwa imani. Je, una imani? Imani huja kwa kusikia, kusikia neno la Kristo. Na imani hii inajengwa katika kuendelea kuishi kwa imani kumtegemea Mungu na kuelewa Mungu amesema, hata katika changamoto, hata katika mahangaiko, hata katika nini. Ndio maana tunaambiwa ishi kila siku kwa imani, nena imani, nenda kwa imani, chukua hatua ya imani. Ujue hata kuja kwa Mungu, ili lazima uamini yuko hata kama vipi ujawahi muona, lakini amini yuko, kwa maana amejidhihirisha kwa mambo aliyoumba vinavyoonekana, visivyoonekana. Mungu akubariki unapotafakari jambo hili, ishi kwa imani uwe mwenye haki, ndio utatoboa, kwa maana hata kushinda ulimwengu kunahitaji imani. Ijenga imani yako kwa Yesu, neno la Mungu lio msingi, mara utashinda katika jina la Yesu. Baba wetu uinuliwe, kwa maana umenena nasi, hakika hata mimi kama nafsi nataka kuishi kwa imani kama mwenye haki. Bariki aliyenisikiliza pia, ajue muhimu kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Jenga imani yetu sasa kwa jina la Yesu, na maana kwa mimi. Amen.